Vodacom, kazi ni kwako. Tulikuwa na operation kali sana kwa Dar es Salaam kuwasaka na kuwakamata wahamiaji haramu ambao wanaishi Dar es Salaam bila kufuata taratibu za nchi. Operesheni ile tulimaliza tarehe 31 mwezi wa kwanza na tuliweza kwa kuwabaini wahamiaji haramu mbalimbali 162. Baada ya kumalizika operesheni ile tulifanya tathmini tukaona bado kazi tunayo kubwa ya kuendelea kufanya kazi ile, na hivyo nguvu kubwa tumeelekeza wilaya ya Kinondoni. Tumeona wilaya ambayo ina wahamiaji haramu wengi sana, kwa hiyo mapambano yetu makubwa yako sasa wilaya ya Kinondoni. Nataka tuichakaze wilaya ile tuimalize. Katika zoezi hilo hilo, tarehe kumi mwezi wa pili tuliweza kuwakamata Wahamiaji, wahamiaji haramu wawili waimbaji wa bendi ya Kalunde, wakiwa hawana vibali. Watu hao na passport za Zaire za DRC, lakini pia tulilazimika kumkamata mmiliki wa bendi hiyo bwana Degratus eh, Manambilimbi ambaye tuko naye hapa. Hao wote tuwapeleka mahakamani wakajibu mashtaka. Mmiliki wa bendi atapelekwa kwa kuajiri wageni bila vibali, lakini hawa wawili watapelekwa kujibu mashtaka ya kuishi nchini na kufanya kazi bila vibali. Tarehe hiyo hiyo, tarehe kumi mwezi wa pili, kuna Tanzania mmoja Mzazibari, bwana Abdullahi, aliweza kupeleka nyaraka za uongo makao makuu ya immigration ili kuwatengenezea passport wasichana wa kitanzania wawili Asma na Nyamizi. Wasichana hawa nyaraka ambazo zimewakilishwa makao makuu ya uhamiaji ili wapate passport hawazitambui na hawajui zimetolewa vipi na zimetolewa wapi, lakini mpango mzima aliufanya bwana Abdullahi, mkazi wa Zanziba, akishirikiana na mtu mwingine ambayo sitaki limtaja jina lake hapa Tanzania. Tuaendele kumtafuta na ndani ya siku mbili lazima tumkamate. Bwana Abdullahi aliwashawishi watanzania hawa kwamba anawapeleka wa rabuni kwa ajili ya kupata kazi kwa mshahara wa shilingi lakinne na nusu kwa mwezi, lakini wasichana hawa walipewa masharti makubwa kabla ya kuondoka na kabla ya kupata passport, kwamba mpango huu ni wasiri kubwa sana Awe mtoto wake, wawe ndugu zake wote, baba yake, mama yake, watowe taarifa kwa mtu yoyote ule, hadi wanaondoka kwenda Arabuni waliweza kupimwa figo na magonjwa mbalimbali. Lakini sisi kama serikali tuliweza kubaini mtindo huo na tukaweka mtego, hatimaye mtego wetu ulizaa matunda, tulikuta pale stesheni Posta Bwana Abdullahi anazirwa passport mbili za waa wasichana na akiwa pamoja na a wa wasichana. Baada kumhoji alikubali kwamba kweli yeye ndio kawatengenezea kila kitu na nyaraka zote za uongo kwa ajili ya kupata passport, yeye ndio kawatengenezea. Naomba watanzania wote kwa ujumla wake nitoe onyo, biashara hii ya kusafirisha binadamu wenzetu ni biashara mbaya kabisa. Hamjui kule wanakoenda Watapata matizo gani? Na ni kwa nini iwe siri kubwa kuondoka nchini? Watu wote ambao wanashiriki biashara hii kwa namna moja au nyingine, popote pale walipo, wanaponisikia, waache mara moja. Sisi tuwapeleka kwenye vyombo vya sheria, watafungwa, wataacha familia zao. Lakini haitoshi hiyo tu, naomba nitoe onyo lingine, wamiliki wote wa timu za Tanzania na hasa ligi kuu, timu hizi kubwa za Simba, Yanga ya na Mtibwa na Azam, ambazo zinaweza kuwaajiri wageni, makocha wageni na wachezaji wageni, wahakikishe wana nyaraka sahihi za kuishi na kufanya kazi. Kwa hao makocha wa kigeni na wachezaji ambao wamewaajiri, wafuate sheria za nchi, wahakikishe wanafuata sheria hizo kabla idara ya uhamiaji hatujawakamata. Tukiwakamata tutawashtaki wale na hao wamiliki wa hizo timu. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla wao, naomba mtupe ushirikiano mkubwa sana, taarifa zije kwa wingi zenye uhakika, na zile ambazo zina uhakika, sisi tutazifanyia kazi. Hadi sasa Watanzania wanatupa sapoti kubwa sana, na paa taarifa nyingi sana juu ya wageni ambao wako nchini, aidha mkoa Dar es Salaam, ambao hawana vibali. Hayo yote mafanikio ni kutokana na taarifa nzuri ambazo tunazipata kutoka wa Tanzania. Tupigane wote vita hii, ni vita kubwa, lakini lazima tuhakikishe tunashinda.